tunataka anataka soma neno neno la Mungu. Kwa kwa Mungu Mungu Mungu Mungu Mungu Roho ya ya wetu, wetu wetu maana maana juu sana. Yeye ni ni tajiri na na na na na mwenye uwezo katika yote. Amen. Amen. Amen. Amen. Haleluya. Anatupenda kwa siku ya leo. Amen. Mimi Mungu wako. Kama kuna neno, sema na wewe. kila wakati Mungu anafanya sana kutaka kwake. Na wakati anapofanya anajua ana shabaya naye. Wewe tu anakutafuta siku ile azunguze na wewe. Amen. Basi pasipo kukawia, Tutafungua Biblia yetu katika kitabu wa Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili, msomaji sura 5, Wafalme wa Pili tumaine tutateremka paka kwa mnani hivi karibu kwa ushuhuri ndio tutasoma mstari wake wa tano sura tano. Tutasoma sura yake ya tano mstari wa kwanza wa ine wa ine, tusome kwa jina la Yesu Kristo Amen, amen mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Basi mimi nitampelekea mfano wa Israeli waraka. Basi akaenda, basi zake akachukua mkononi mwake talanta kumi za pesa na vipande vya dhahabu elfu sita na mavazi kumi sita yake nasema hivi. Akampelekea mfano wa Israeli waraka ule kusema waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu na amani kwako, ili upate kumponya ukoma wake sababu Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu, ni uwe na kuruhisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusini muone ya kuwa mtu huyu anataka kukomana na mi unani yake nasema, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli analarua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyalarua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Amen, amen, amen, amen, amen. Haleluya. Vikale ile ni neno la Mungu. Mungu anataka kuzungumza siku ya leo kupitia habari ya Naamani na kichwa cha neno kama vile tembe yetu ni kusema tutafute kuwa safi kusudi tuokolewe

we Mungu atujue hapana, atujueapana. Mungu anatujua, haleluya. Na mali tunaposoma ni habari ya jemedari wa jeshi ya Suria yeaaaa kama anasoma Bibilia alikuwa

Kukusa tu na nao pia wanapata ukoma juu alikuwa naogopa, kwa sababu wasiambukiza watu wengi, walikuwa na waficha wale watu kusudi wengine wasipate malali ya ukoma. Ila ukoma ni malali mubaya sana, na wazungu walipiganisha sana, wakaleta mavaksin. Walipiganisha juu ya kutunza, juu haile mavaksin singekuwaka kama leo Batu wa mingi, basha kapati Chungu kikunya na iko pomoa, unapata ukoma. Nakumbuka nilikuwa na mjamfrere yangu, mtoto mamangu mdogo alikuwa na ukoma, lakini masani ya kitu kwa wawe ka kando ni mko munyumba moya, lakini masani munafanya nini, unaweka kando na mko kunyumba ye, moya sasa, a na magonjwa mabaya, na kwenda kule, wakati akitafuta dawa kumi na kushoto hakuyapata. Tusikie sana. unajua kukuwa na Mungu ina mpaka kukuwa na shehe. Ukikuwa na Mungu hakuna kitu kinakuwa kama impossible kwa Mungu. Yote ni possible kwa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Yote ni possible kwa Mungu. Mungu anaweza. Yesu alifufua wafu. Vipofu wakapata kuona. Viziwi kwa Israeli kuna Mungu mzima. Amina. Chungana ukikuwa na Mungu uko na sherehe. Amina. Na sherehe. Ndio. Chukua na tembea aka unakoka na siasi. Na protection divine. Amina. Amina. Msichana kaenda akapasha mali. Kule peke yeyeko mnyumba iko na forera ya kushikia vitu ya mingi ndani ya nyumba yeah. Tu, hiyo ndio inasafishaka na nyumba inaonekana kwa safi kikoropo. Ule msichana alikuwa mle ndani alikuwa mtu kama amezarauliwa, mfanya kazi kama vile mtumwa, mwenye hana kengeneza jifanyie alikili, alikuwa na hiyo kama kwao. Kuna Mungu. Amen, haleluya, amen, amen. jua kwamba Mungu wa Israeli atafanya kazi, akamwambia kule kuna nabii, Elisha yuko kule

kwanza maasha moya na nitume barua nione kama kwa sababu hii neema nisipoteze. col msomezi natusomea pale, atafunga barua na enye alifunga iende Israeli kwa mfalme kusudi waangalie sisi watamponyesha mfalme. Hakujua kuko mtu mwengine ajuake kama na Mungu. Mfalme hakujua kama Israeli kuna Mungu alikuwa kiongozi kwa sababu aliongoza kwa mwili, hakujua kama Mungu ana uweza. Haleluya! kwa maana mimi nasemaka kila mara Mungu atusilisi watumishi wa Mungu atuwezeshe, kwa sababu si tunaweza kufanya kitu kipo zaidi kushindia kiongozi anapoongoza nchi, tukisimama katika jina kweli na kusimama katika saa na kutembea sasa saa

kama iko Mungu. Amen. Mungu anataka mtu ajue kama iko nani, iko Mungu. Mara saba

akajichovya. Biblia anasema kwa mara ya saba Naamani alitoka ndani ya maji, mwili yake ikarudia laini kama vile nani, mtoto mtoto. Amen, tuko na habari ya kujichovya na kurudia kama vile watoto wadogo lakini Mungu anataka tumike na uwe mwenye kupana. Mungu anakuona. Mungu anataka fate na upya katika maisha yako, na usikue na roho ngumu kwa kusikia, maana neema haikeke mara mbili. Wakati Mungu anahitaki kufanya, anatayarisha, na wakati unapotayarisha, wakati unapokubali, unapo Mungu anatumika na kufanya kazi Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. na wakati nama kuwa safi Mungu esi na kama tunasoma leo ni kufuatana ishara zilizoonekana kupitia maneno iliyotoka katika nabii wa Mungu Elisha. Amen, haleluya, Amen. Yeah.